Tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo nayo yaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo. Kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu kama tungeyafanya mliyoyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali, msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili na wasihi, kamwe msijekuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika,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 kwa kuwa hawajui watendali. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti haina fomula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia, kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa kama iliyoagizwa na Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka mitano mwaka huu ishirini na tano mpaka thelathini. Moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili wa awamu ya sita, kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu wa muungano wetu. Hivyo basi, kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, Serikali ya awamu ya sita iliendeleza tuliyoanza katika awamu ya tano. Na hivyo kauli mbiu yake ilikuwa kazi iendelee.